Kila kitu kafanya mwezi Ramadhani na kama mnavyojua kwamba mwezi Ramadhani ni mwezi unaoheshimika kwa kila mtoto wa Kiislamu, na kwa kila Muislamu anatakiwa auheshimu mwezi. Kwa hiyo ni adhabu ambayo ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye ameweza kumpa. Ni Mwenyezi Mungu ndiye anatakiwa kwanza ashughulike naye, dunia imfunze, ajue ni nini, hata kwa watu wengine walioweza kuona kwa watoto wa wengine waweze kuheshimu mwezi. Mambo vipi, ndugu mtazamaji wa Eko TV? Ni siku nyingine tumekutana katika kipindi ambacho tunafuatilia kuhusiana na swala la binti ambaye ni mtoto wa shehe, na tokea kipindi kile alivyonasiana, basi sasa hivi anapitia changamoto. Hivyo tulisema ya kwamba tutatafuta familia yake. Ni kama bahati basi, leo tumeweza kumpata mama yake ambaye ndo mke wa shehe. Sasa tumeweza kupata nafasi hii ya kuzungumza naye. Ingawa ni kwa bahati sana kwa sababu kidogo walikuwa wanatuletea utata wa kuweza kuwasiliana nao, lakini leo hii tumshukuru Mungu tumeweza kupata nafasi ya kukaa na mama yake ili kuweza kusikia maneno yao kuhusiana na kinachoendelea, hasa tunavyojua ya kwamba inasemekana hawataki kuhusika kwa chochote kile, hivyo tukaona basi tuweze kukaa nao kuweza kujua nini sababu ya kuchukua maamuzi yao, ama nini sababu ya kumwacha mtoto wao anapitia changamoto, ingawa kwa sababu alikosea lakini hawataki kumsamehe na kuweza kumrudia na kuweza kumfundisha namna ya kuishi. Mama Samani kwanza, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Nashukuru sana kwa kuweza kutupatia nafasi hii. Mume wako ajambo? Ajambo. Yupo, e? Yupo lakini katoka. Naam, nashukuru sana kwa kuweza kutupatia nafasi hii, kwanza ningependa kufahamu jambo ambalo linaendelea kwa mtoto wako kwa sasa, unafahamu? Ndiyo, nafahamu. Kama mzazi na kwa jinsi ambavyo tumeweza kuwasiliana na mjumbe, tumewasiliana pamoja na mtoto wako mwenyewe na sehemu ambapo anaishi, inasemekana kwamba mmemfukuza nyumbani kwenu, ni kweli? Ni kweli, babake amemfukuza, ambao ndio mme wangu. Na sababu ya kumfukuza haswa ni ipi? Hapa swala la ah, swara, kumfukuza mtoto ni kutokana na ile skendo iliyotokea mwezi Ramadhani alivyo na sia akiwa kwenye anashiriki tendo la ndoa, na ilikuwa ni mwezi mtukufu, halafu kizingatia ni mtoto wa shehe, haikupendeza. Kama mzazi, kama baba, na mimi kama mama nijisikia vibaya, na babake ameweza kumfukuza nyumbani, kondo hivyo natokea mumfukuze. Labda mnafahamu ya kwamba sasa hivi anapitia changamoto ya maradhi anaumwa sasa hivi na hivi tunavyoongea, sio muda, juzi tu tulitoka kwao hapo. Inasemekana kwamba anaumwa vibaya sana. Je, na tumepewa taarifa ya kwamba mmepewa taarifa hiyo, lakini yeye hajataka kusikia chochote hilo. Taarifa kweli mlipatiwa? Ndio, marafiki zake, rafiki yake wa karibu naye sana walikuja walisema kwamba anaumwa na anaumwa sana tu, lakini babake hajaweza kusikia, kwa sababu kile kitu kafanya mwezi Ramadhani na kama mnavyojua kwamba mwezi Ramadhani ni mwezi unaoheshimika kwa kila mtoto wa Kiislamu, na kwa kila Muislamu anatakiwa auheshimu mwezi. Kwa hiyo ni adhabu ambayo ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye ameweza kumpa kondo hivo asee. Kwa hiyo ni kweli kwamba amtaki kujihusisha kwa, kwa chochote kile kinachoendelea kwake. Mimi kama mimi binafsi najisikia vibaya kwa sababu mimi ni mama, lakini sina jinsi, sina la kufanya kwa sababu mwenye uamuzi na mwenye mamlaka kwa kila kitu ni babake peke yake. Mimi mwenyewe siwezi, lakini najisikia vibaya. Unajua, sisi tumekutana naye kiuhalisia, anapitia hali mbaya yani sasa hivi tunavyoongea anaumwa, na kwa jinsi anavyoumwa, sasa tukiangalia historia ya jambo ilivyotokea kidogo si la kiuhalisia, tukiongea mambo ya kunasiana na jinsi ambavyo mtaalamu alivyokuja kuwasaidia pale, imekuwa ikatubidi sasa tuweze kuwasiliana naye na daktari, tuweze kujua labda nini sababu ya kupitia sasa matatizo anayopitia sasa, kwa sababu inasemekana anatoka uchafu sehemu za siri na hedhi ambayo haiishi. Hivyo tukawasiliana naye, akatuambia hilo ni tatizo, na ametoa vitu ambavyo vinahitajika na vitu hivyo vinahitaji gharama. Kwa hiyo watu wanashindwa kuweza kumsaidia kutokana na gharama ni kubwa kidogo. Je, ni kweli mnataka kuachia majirani wahangaike na mtoto wenu, ama nyinyi hamtaki kuhusika kwa chochote? hayo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata ile wenyewe kuna sia hatujui ilitokana na nini. Kwa hata kama hivyo anavyoumwa ni Mwenyezi Mungu tu ameamua kumpa adhabu. Kwa vitu vingine mnaweza mka mkadauti vitu vingine, lakini Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayejua. Hata kama tunaweza tukamsaidia sisi, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anatakiwa kwanza ashughulike naye, dunia imfunze, ajue ni nini, hata kwa watu wengine walioweza kuona kwa watoto wa wengine waweze kuheshimu mwezi. Kwa ndio hivyo. Kuhusiana na mtoto wako, mi ningependa kufahamu labda yeye ni mtoto wa aina gani kwenu. Ni mtoto ambaye alikuwa mtiifu, ama ni mtoto ambaye kuna mambo ambayo alikuwa anayafanya sio mazuri, ama ni mtoto wa aina gani ambacho ikapelekea kumwacha kwa kiasi hiki kwa mtoto ama kama mi mzazi mtoto unaweza ukamlea katika maadili mazuri toka akiwa mdogo, lakini anavyofikia hatua ya kuwa na mamlaka yake mwenyewe, yaani ya kufanya kile anachojisikia, huwezi kumlazimisha, huwezi kumbadilisha, tayari anakuwa ameshabadilika mwenyewe. Lakini sisi tulimlea katika maadili yaliyo mazuri, yeye mwenyewe tu ndo kaamua kubadilika. Sasa hivi unachomwambia asikii, asikii chochote. Na ukilinganisha sisi ni watu wenye dini yetu, na babake ni shehe, ndo hivyo kwao, huwezi kumbadilisha. Tuna, kama kuongea tunaongea sana tu lakini ndio hivyo tuasikie. Kwa jinsi ambavyo mambo anayapitia sasa hivi, amna imani ya kwamba huenda labda akawa amejifunza na jambo ambalo amelifanya, siku akija kugundua kwamba imetosha, atakuja mwenyewe, atamwomba msamaha babake. Kwa jinsi anavyosema, watu wamejaribu kuwasiliana nanyie, lakini amtaki kuonyesha ushirikiano wowote. Je, sasa ataweza vipi kuomba msamaha hivyo? wakati utakapofika yeye mwenyewe atakuja kumwomba msamaha babake. Hata mimi mwenyewe najitahidi kuongea na babake, lakini naamini ipo siku baba atakuja kunielewa, kwa sababu mimi ndo mama wa mtoto na yule ni babake, atakuja kumsamehe. Ningependa kufahamu pia, kwa hiyo nyinyi mnaamini ya kwamba mtoto wenu hii maradhi anayopitia hakuna baya zaidi la hapo takalomkuta kwa sababu, kama ni mtoto wenu, huenda maradhi yao yakaweza kumsaidia hali mbaya zaidi, ambayo inaweza ikapelekea hata kifo pia. Kwa hiyo si vizuri kumwacha sasa, nyinyi hamna imani ya kwamba inaweza ikapelekea akapata changamoto hiyo? Unajua, katika sisi wenye dini yetu wa Kiislamu, kama Mwenyezi Mungu ameamua la kwake, huwezi kupingana naye kwao, kama Mungu anampa adhabu yake mwenyewe, akiamua kumchukua naweza kamchukua, ama akiamua la kwake mwenyewe kumwacha naweza akamwacha. Lakini sisi kama sisi tutajitahidi, tutamwambia tu dua, atakaa sawa. Kwa picha tuliokuwa tunazungumzia hapa, tumepata nafasi ya kuzungumza na wewe, lakini tunaona unaongea sana kutoka katika upande wa maamuzi ya baba ambaye ndio shehe tunayemwongelea. Wewe kama mama hauna uchungu na mwanao ama hauna hamu ya kutaka kumsaidia mwanao pia? Unajua, sisi ama mimi ni mwanamke, kila kitu chochote kile namsikiliza sana mume wangu, namtii sana mume wangu, kwa siwezi kwenda kinyume sana na mume wangu kwa sababu hii ni ndoa, hii ni ndoa, kwa siwezi kufanya kitu bila kumshirikisha mume wangu na kweli inaniuma, lakini sina jinsi. Naheshimu ndoa yangu, namheshimu mume wangu, nampenda sana mume wangu, kwa hiyo siwezi kwenda kinyume naye, siwezi. Sasa vipi kuhusiana na hili swala la matibabu, ambalo inahitajika kama laki mbili kutokana na maelezo ya mtaalamu, kwa sababu anahitaji kondoo wawili, ambao kondoo hao ndo wataweza kutumika kwa ajili ya kumsaidia. Hamhitaji hata kuchangia kitu chochote ambapo kitaweza kumpatia matibabu, halafu baada ya hapo akishakuwa mzima, mengine yatafuata? Vipi, hamtaki kutoa mchango wowote? Hapa kwenye mchango ndo kwanza babake mtume nimetoka kumwambia sasa hivi muda huu, kabla yeye amjafanyaje amjafika nilivyomwambia, kasema ye ha, hataki kusikia ye kama baba, kwa sababu akianza kuhangaika naye, hebu jifikie, jamii tamchukuliaje? Majirani watamchukuliaje? Utasema labda naye alikuwa anahusika, kwa hivyo vitu kwamba mtoto wake afanyi, afanyiwe kitu kama hicho, kwamba kwa nini ahangaike yeye. Kaamua kuondoka baada ya kumwambia kitu kama hicho, kwa sijajua na, ndugu mtazamaji ni kama ulivyoweza kumsikia mama wa mtoto wa shehe. Ni kwanza ningependa pia kufahamu jina lake kwa sababu hatukupata nafasi ya kuweza kutambua jina lake. Anaitwa Aisha. Naam, kama mmeweza kumsikia mama wa Aisha, namna ambavyo wameweza kueleza namna ambavyo familia inalichukulia jambo zima, na kwa jinsi nilivyoona, hawataki kutoa msaada wowote ama kujihusisha na jambo lolote, huku akiamini ya kwamba hiyo ni adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wewe kama mtazamaji toa maoni yako ama toa ushauri wako ama toa mchango wako. Nini ambacho unahisi kitatakiwa kita kuweza kufanyika ili kuweza kumsaidia Aisha, ambaye sasa hivi anapitia changamoto hiyo kutokana na mambo ama makosa ambayo aliyafanya. Kwa jinsi ambavyo mimi naamini kutenda kosa si sababu ya kuweza kusababisha uweze kupitia mateso bali iwe tu fundisho la wewe kuweza kujifunza. Lakini kila mtu amesimama katika imani yake, kwa hiyo uwezi ukamlazimisha mtu kuweza kufanya jambo ambalo yeye hajakusudia kuweza kulifanya. Nikukumbushe tu kama ni mara yako ya kwa kwanza Kuingia katika channel ya Eko TV, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe pamoja na alama ya kengele, ili kuwa mmoja wa wafuatiliaji wa matukio na habari mbalimbali mbali katika channel ya Eko TV. Asante sana.